Tokea taarifa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya, tunatarajia kuwa na ziara ya katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya taifa, SPA Amos Makala, ambaye atawasili hapa mkoani kwetu kesho kutwa na maanisha tarehe 27 majira ya mchana saa saba na atafanya mkutano mkubwa sana wa hadhara pale viwanja vya Ruanda Nzovwe. Rai yangu ni kuwatumia ninyi waandishi wa habari kuwajulisha wanachama wote wa chama cha mapinduzi mkoa wa Mbeya, kuwajulisha wananchi wote wa chama cha mapinduzi mkoa wa Mbeya kufika hiyo tarehe ishirini na saba mchana saa saba, kuja kusikia ujumbe mahususi unaoletwa na kiongozi wetu CPA Amosi Makala. Lakini kwenye msafara wake ataongozana na mchungaji Msigwa nini nyote mnafahamu kwa nini sisi tumeamua kufanya hivyo safari hii. Na sisi hatuchelei, ukibandika tunabandua. Wenzetu wamefanya mkutano mkubwa juzi, na kwa bahati mbaya yako maneno yaliyosema ya, ya, ya upotoshwaji ambayo chama chenye dola, chama cha mapinduzi, hatuwezi kunyamaza kimya. Kwa hiyo tunawaalika wananchi wote waje wasikilize majibu sahihi ya chama cha mapinduzi dhidi ya serikali yake.